Hadithi hii inahusu msichana kwa jina Tumaini mzao wa Kenya aliyeguria Tanzania kutafuta ajira. Alipofika Tanzania alikuwa na matumaini mengi kwamba ataweza kupata ajira na kujinasua kutokana na lindi la umaskini. Alipofika huko alihifadhiwa na rafikiye Nina alimtembeza sehemu mbalimbali na kumfunza mengi yatakayomsaidia kuyazoea maisha huko Tanzania. Alimwonya dhidi ya wabongo. Alimwonea Nina gere na kuyatamani maisha yake, kwani alikuwa na mume mzuri mtanashati na mwenye mali. Aliamua kufanya bidii ili aishi kama Nina. Nina alimsaidia Tumaini kwa kila kitu kwa miezi mitatu. Tumaini alipatwa na hisia ya hatia kwani Nina alimgharimia yeye mtu mzima kwa kila kitu, hivyo akaamua kuondoka kwa Nina aelekee mjini. Aliondoka na kwenye kwenye, aliondoka na kwenda kwenye stedi pembeni mwa mji Kigamboni na kuketi kwenye viti vilivyokuwa hapo. Hakuwa na pesa zozote. Alianza kuyafikiria maisha yake ya awali na kutamani kuishi kama mtu kama watu wengine. Daladala lilipokuja stedini, alijaribu bahati yake ya kuomba msaada kwa utingo. Alimdanganya utingo kwamba alikuwa amekipoteza kipochi chake. Alishuka karibu na soko la Kariakoo na kuingia sokoni, huku akiangaza angaza mahali angeomba kazi. Aliona ofisi ya mabasi yaitwayo tahwid aliyoyajua kutoka Kenya aliamua kuomba msaada hapo kwa kaka mmoja miongoni mwa wahudumu wa ofisi hii. Kwanza alishukiwa kuwa tapeli, lakini baadaye alimpa elfu tano za Tanzania pamoja na nambari yake ya simu, anamwahidi akipata kazi atamjuza za tumaini. Tumaini alinunua urojo apoze tumbo lake, kisha akanunua mboga za matembele na kuzitia mfukoni kama mzigo wa kwenda nao kumtembelea rafiki yake Jenifa. Kama ilivyo ada ya jamii yao, Jenifa alifurahia sana kumuona rafiki yake akiwa amebeba mzigo mfukoni na kutosheka nao. Walikaa na tumaini kwa wiki tatu, akiwa angali hajapata kazi. Hisia za hatia zilimvamia tena. Tumaini alianza kujisi kama mzigo wa rafiki Jenifa ambaye alikuwa amebadilika, kwani ya kutabasamu kama kawaida yake Tumaini alifikiria kurudi Kenya, lakini akaona hatakuwa na jibu kwa watu kama vile bibie na hata mwanawe weradhi. Siku moja alipigiwa simu na rafikie Nina, na baadaye akamtumia pesa. Kwa hiari yake aliamua kwenda kujibarizi Coco Beach. Alipofika huko alinunua kaukau za mhogo na soda. Alikaa huku akilitizama bahari. Akiwa hapo alisikia mgurumo wa gari lakini hakushughulika. Alimwona mwanaume mmoja mtanashati ajabu kando yake na akaanza kuongea naye. Mwanaume huyo alimdanganya kuwa ni mkenya na ni kama alikuwa amemwona Westlands, Kenya lakini Tumaini akasema si. Mwanamume huyo alijitambulisha kama Romeo. Alimuomba Tumaini aende naye chamcha katika hoteli moja hapo karibu. Alimsaidia kusimama, kisha wakaondoka kwa gari la aina ya Audi Q7 Q5 alimwambia Tumaini anampenda na angetaka awe mkewe. Tumaini aliyekuwa amesalitiwa kimapenzi alikubali. Romeo alimwahidi kumfanya kuwa tajiri, alimwonyesha majumba makubwa aliyodai kuyamiliki. Romeo aliliegesha gari walipokuwa njiani na kuanza kumpapasa papasa Tumaini, tumaini kwa mapenzi hapo Tumaini akagundua kuwa Romeo alikuwa jini, kwani uso wake ulikuwa unabadilika badilika rangi, mara anageuka kuwa mweupe, mara mwekundu. Tumaini alifungua mshipi atoroke, lakini mlango wa gari ulikuwa umefungwa. Romeo alipigiwa simu na kuambiwa kuwa damu ya msichana huyo ilihitajika haraka. Tumaini alipita juu ya Romeo na kutoka garini, alitorokea katikati ya msitu kuyaokoa maisha yake bila kutazama nyuma.